Okay, uh, hii ndio package nzima ya C9 ambayo inatumika kwa siku tisa, na hapa tuna products kama tano hivi ambazo zinatumika ndani ya hizo siku tisa. Uh, hapa tuna hizi supplement na hizi kuna Forever Gasinia na Forever Them. Uh, Gasinia yenyewe itakusaidia kwenye kukupunguzie appetite ya kula hovyo, yani kula mara kwa mara, lakini pia kutokusikia njaa ya mara kwa mara. Na Forever Therm yenyewe itakuongezea joto kidogo kwenye mwili wako kwa ajili ya kuweza kuchoma mafuta mengi zaidi. Then tuna uh, hizi Forever Fiber, hizi zitakusaidia kukuongezea mmeng'enyo wa chakula kwenye mwili wako. Na pia tuna hii Ultra Vanilla, huu ni unga ambao tunasema ni replacement meal ambao utatumia kuula badala ya kula ugali, wali, chipsi utatumia huu unga na ni unga ambao tutaotumia ndani ya hizo siku tisa, na utakuwa umeisha. Na hivi vitu vyote ambavyo nakuonyesha hapa, ukiacha hizo aloe vera gel mbili, havitoweza kufanya kazi vizuri endapo hujaweza kutumia hii aloe vera gel. Aloe vera gel, uh, uh, hii ni juisi ambayo inatumika kwa